kuliko kufanya naye mawasiliano mtu ambaye tayari ulishafunga naye kurasa. Hilo ni swali la tatu, na swali la nne ambalo unatakiwa kujiuliza: je, mwenza wako uliye naye sasa hivi anajua kama mnafanya mawasiliano? Manaake kama hajui, tayari ujue mahusiano hayo au mawasiliano utakayofanya na ex wako yatakuwa hayana afya. Ni mawasiliano ambayo ni hatarishi, kwa ajili ya wejiulize kwamba je utajisikia vipi? Utajihisi vipi endapo utakuta mwenzi wako uliye naye ana mawasiliano au ametunza mawasiliano ya yeye na eks wake? Na kwa kama utajisikia vibaya, na obvious utajisikia vibaya, hautopenda kuona kwamba kurasa alizozifunika mambo yaliyopita anayarudisha kuyafanya kuwa hai, kwao haitopendezwa na wewe. Hautakiwi kufanya kila ambacho mwenzako kitamuumiza, kita wala na kushauri, usiweke usitunze mawasiliano na dia ex kama tayari uko kwenye mahusiano mapya, uko kwenye ndoa mpya, uko na mtu mwingine tena, umefungua kurasa na mtu mwingine. Ya zamani acha, funga kabisa. Hauna sababu ya msingi ya kufanya naye mawasiliano, isipokuwa kama mnafanya kazi, mna mahusiano ya kikazi, au mna mahusiano kama vile ya mtoto, nayo yanatakiwa kuwa na mipaka sana.